Kuna watu ambao wanapitia mambo magumu, hawajawahi kusikia sauti za faraja, na hata kama walizisikia hasijawahi kuwafariji kwa namna yote. Jitie nguvu, usiogope, kuanzia leo sema amina na utabariki. Nasema hivi, jitie nguvu, usiogope, kuanzia leo sema amina na utabariki Nasema hivi, jitie nguvu, usiogope. Kuanzia sasa nasema hivi, jitie nguvu, usiogope kuanzia leo, sema amina, unatabarikiwa. Kinachotakiwa inua imani yako tena, anza kuamini tena, inawezekana. Yesu ni mponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Inua tena imani yako, jitia nguvu tena, Yesu anajibu mahitaji Usiwai kukata tamaa wala kurudi nyuma, wewe amini tu, weka imani yako Bwana Yesu, sema amina na utabariki. Sogeza imani yako kwake, inua imani yako kwake, elekeza imani yake kwake Yesu Kristo aliye, usiweke imani kwa vitu ambavyo uko navyo usiweke imani kwa vitu ambavyo wa vimekuzunguka wala kwa watu ambao unaona mbele zako. Rudi mikononi mwa Bwana, weka imani mbele zake, inua imani yako mbele za Yesu Kristo aliye hai. Tengeneza mahusiano yako mazuri na Mungu katika kile unachokipitia. Yesu ana majibu yetu. Jaribu kufikiria Mungu amekuvusha na mangapi. Huenda wakati huu usingekuwa wakati wako wa kuishi lakini Mungu amekuvuisha na mengi, sema amina, ubarikiwa. Huenda wakati huu usingekuwa na miguu ambayo uko nayo, lakini Mungu amekuvuisha na mengi, amekusababishia mema. Bwana Yesu asifiwe. Huenda wakati huu usingekuwa namna ambavyo ulivyo saa hii, lakini Mungu amekuvuisha, amekuvuisha na mengi, ame unayoyajua na, na, na usiyoyajua, una sema amina na utabariki. Huenda wakati huu usingekuwa unaishi, lakini kwa neema yake amesema bado uwepo. Hebu rudi leo, weka imani yako kwake Bwana Yesu asabisa. Amini kwenye hili ambalo liko mbele yako, kwa yale ambayo unayaona kwa ndugu zako, kwa yale ambayo unayaona kwa watoto wako, kwa yale ambayo unayaona kwenye ukoo wako, rudi kwa Yesu, weka imani. Ataenda kuwatetea, ataenda kuwainua, ataenda kuwavusha, ataenda kuonekania. kuna mambo ambayo unayaona kwa watoto wako kuna mambo ambayo unayaona kwenye kazi yako, kuna mambo ambayo unayaona kwenye familia yako, kuna mambo ambayo unayaona kwenye ofisi yako. Weka imani kwa Yesu, atakuvusha na hili. Bwana Yesu, asema amina na utabarikiwa. Sema amina sana na utabarikiwa. Weka imani kwake Yesu, yatapita, yatapita, yatapita na mambo Mungu amekupitisha, kuna mambo Mungu alishakupitisha, kuna mambo Mungu alishakuvusha, alisha. Weka imani hata kwa hilo ambalo litapita, litapita, litapita, litapita, hilo ambalo uko nalo sasa hivi litapita, litapita, litapita, litapita. Hilo hilo ambalo umekaa nalo, hilo hilo ambalo uko nalo sasa hivi litapita, litapita, litapita. Bwana Yesu, sema amina na Sema amina na utabariki. Hata ni vita ya kazi itapita, hata ni vita ya kwenye familia itapita, hata ni vita ya watoto itapita, hata ni vita ya kibiashara itapita. Hata hao wanaosimama kukuzuia watapita, watapita, muda wao ni mfupi sana, watapita. Weka imani kwa Yesu Kristo. Sema amina na utabariki. Sema amina na utabariki. Itakufaidia nini ukuumize wenzako wakati mbinguni wengie usulumu wenzako utese wenzako? Nisikilize, mtu wa Mungu, rudisha imani yako kwa Yesu Kristo aliye. Amekuvusha na mengi, amekupitisha na mengi, amekuinua na mengi, amekuwezesha na mengi, pengine hata mengine uyajui, nisikilize hilo ambalo uko nalo sasa hivi ndani ya mioyo yako, unawaza itakuwaje, unawaza nitafanyeje, unawaza nitaenda wapi ndani ya wiki inayoanza. Nisikilize, litapita na hilo litapita, na hilo litapita, na hilo litapita, na hilo litapita, na hilo amesema atarejesha, atarejesha, atarejesha, atarejesha. Nasema na hilo litapita na kama unaamini, limeshapita hata sasa halipo tena, halipo tena, hata hilo limeshapita halipo tena na sasa, kuna mengi ametenda kwako, kuna mengi amefanya kwako, kuna mengi amejibu kwako, kuna mengi amewezesha kwako. Kuna ambayo unayaangalia kwa ndugu zako unayaona kama ni mlima, kuna ambayo unayaangalia kwa watoto wako unayaona kama ni mlima, kuna ambayo unayaangalia pale kazini kwako kwa, hata sasa haujui kesho itakuwaje, haujui kesho itakuwaje. Kesho tamkaja nakuambia, linapita, linapita, linapita, na hilo linapita, na hilo hata sasa. Bwana Yesu asifiwe! Linapita. hawa wanaosimama kukuzuia wanapita, wanapita. Bwana Yesu asifiwe! Hakikisha mahusiano yako na Mungu unaendelea kuweka sawasawa, siku hadi siku. Alisema atarejeshe kwa uaminifu wake. Tamani Mungu arejeshe mambo yako kwa wakati wake, yeye. Wakati unamsubiri kuna gharama kubwa sana, kuna maumivu makubwa sana, unaweza ukakata tamaa. Wakati unamsubiri Mungu akujibu, unaweza moyo wako ukakuzungumzisha vitu vingi sana, wakati Mungu anapanga kukujibu. Bwana Yesu atusaidie sana.